Hii enzi zetu, enzi enzi enzi tukiwa watoto tulikuwa tunatumia kwa ajili ya kutengenezea manati eh, kwa ajili ya kutengenezea manati kwamba kwao, hiki unakata vizuri, unakata vizuri hapa, alafu unakata vizuri hapa, unakata hapa, alafu unachukua mipira sasa, ile inayovutika E, kulikuwa pia na mengine ile kama mekundu hivi na pembe nne kabisa, ile ndio ilikuwa ni noma. Mpaka sasa ilikuwa, mpaka sasa kuna baadhi ya watu, na actually inauzwa baadhi ya masoko nimeona. E, unafunga mpira hapo, unachukua ngozi ngozi ya mbuzi au ya ng'ombe, unakata size fulani, unafunga kwa huku alafu hii mpira unafungia hapo vizuri. Hapa chini unaweza kuzungusha mpira pia alafu e, unaweza kuweka mbwembe. Tulikuwa tunaweka hadi e, kama unaweza kuchukua Eh, zile feathers manyoya ya kuku au kanga unafungia hapa kama, <laughs> unyama fulani and then unawinda ndege namna hiyo, unavuta unaweka songoro songoro, tulikuwa tunachukua mawe fulani mazuri yako kule Mtoshia, na mto uko hapo jirani Mtoshia, tulikuwa tunapenda kuchukua hizo songoro. Ni mawe yako smooth hivi yana kama yanateleza hivi ambapo mm -hmm. Ukimlenga ndege ndo achomoki ndege au wa kima anitu, tunavuta kiacho, unalenga shaba au unapiga hivi, unavuta unavuta unavuta. Au kama yuko pale unashika namna hii, kama yuko pale unampa hivi afu unaenda kumchoma.